Habari, karibu sana kwenye kipindi kizuri cha afya kwa lugha ya Kiswahili. Mimi naitwa Dr. Rafiki. Sasa leo nitaenda kuzungumzia dawa inayoitwa Abitol. Sasa Abitol, jina lake la kitaalamu dawa hii inaitwa Cyproheptadine hydrochloride. Hii dawa ipo kwenye kundi la dawa linaloitwa antihistamine. Yaani ni dawa ambazo zinaenda kuzuia kemikali ya histamine mwilini. Sasa histamine huwa ni kemikali inayozalishwa wakati umepata mzio. Mzio kwa lugha rahisi ni allergy. Sasa, aleji inatokea kwa vitu mbalimbali, inaweza kuwa aleji ya vumbi, chakula, au hata dawa fulani ambayo imekuletea shida kwenye mwili wako. Sasa unapopata hivyo vitu ambavyo vinakusababishia aleji, huwa unazalisha kemikali ya histamine. Sasa dawa hii mara nyingi huwa inatumika kwenda kuzuia hiyo kemikali ya histamine ili usipate mzio, yani aleji. Lakini pia ukiachana na ishu ya, eh, ya histamine pia Uh, Cyproheptadine Hydrochloride ambao wengi wamezoea kuita Abitol huwa ina athari kwenye kemikali inayoitwa serotoni. Serotoni ina kazi nyingi mwilini, uh, ina kazi ya kudhibiti usingizi, ina kazi ya kudhibiti furaha, lakini ina kazi pia katika mmeng'enyo wa chakula. Sitazungumzia hizo, lakini leo nitazungumzia katika kazi yake ambayo inahusiana na dawa hii ni kwenye kazi ya hamu ya kula. Sasa mara nyingi dawa hii huwa ikiingia mwilini huwa inapunguza kiwango cha serotoni, na tukumbuke kwamba serotonin ndio kemikali inayomfanya mtu ajisikie kushiba. Yaani, pale ambapo umekula au ile hali ambayo unajisikia kushiba, mara nyingi ni kazi ya serotoni zinakuwa juu. Sasa dawa hii ikiingia mwilini huwa inaenda kuzipunguza serotonin na ikishazipunguza manake, mwili wako unakuwa kwenye hali ya kusikia njaa muda mwingi, na ndio maana watu wengi wanaotumia dawa za Abitol watakuwa na ushuhuda, ili jambo wanalosema, wanakuwa wanajisikia njaa muda wote na wanakuwa wanatamani kula. Kinachotokea kwamba ile e, kemikali ya kemikali ya serotonin, ambayo inaufanya mwili ulizike uwe katika hali ya kushiba a, ile hali inakuwa iko chini ya kemikali ya serotonin na inapelekea mtu kuwa anahitaji kula mara kwa mara. Kwa hiyo ndio maana kuna uh, baadhi ya dawa ambayo inaitwa Cypro B Plus. Kama uliangalia video yangu ambayo nimeelezea kuhusiana na dawa ya Cypro B Plus, ina dawa ambayo inaitwa Cyproheptadine pamoja na vitamin B complex. Ndio maana ilitengenezwa hivyo, kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye changamoto ya hamu ya kula. Kwa hiyo hii ndio Uh, Abitol ambayo kwa kitaalamu inaitwa Cyproheptadine Hydrochloride. Kama utakuwa na swali lolote, unaweza waka comment kwenye sehemu ya comment section, na mimi nitakujibu na nitalifanyia kazi. Lakini kama unahitaji nielezee kitu fulani au nifanye kitu fulani, karibu sana. Unaweza waka comment na mimi nitalifanyia kazi. Kumbuka hakikisha umesubscribe katika chaneli yetu ya Dr. Rafiki, lakini pia tufollow katika mitandao ya kijamii kwa jina la Dr. Rafiki. Dr. Rafiki, tunasema huduma bora ya afya karibu yako. Baibai, bye bye.